Leo tuna mjadili Antoine Semenyo, mchezaji ambaye Manchester City tunaweza kusema kwamba wameokota dodo chini ya mpera. Tangu Semenyo amechukuliwa na Manchester City, kulikuwa kuna usemi mwingi sana, kila mtu alikuwa anaongea lake, lakini tunaizungumzia Manchester City, klabu ambayo imekuwa ina historia kubwa sana sio tu katika ligi ya Uingereza lakini pia katika bara la Ulaya na dunia kiujumla. Manchester City ndiyo timu pekee kwa nchini Uingereza ambayo imeweka rekodi ambayo tunaweza tukasema in recent years kwa miaka hivi karibuni imekuwa ni rekodi nzuri sana chini ya kocha Pep Guardiola. Sasa huyu Semenyo tunayemzungumzia leo ni Semenyo ambaye alikuwa anapiganiwa na vilabu karibia vinne Itakumbukwa kuwa Manchester United, Manchester City, Chelsea ni miongoni mwa timu ambazo zilikuwa zinamtaka pia, ikiwemo pia na timu ya Tottenham Hotspur. Lakini Manchester City walikuja kufanikiwa kumchukua eh, dakika za mwisho, na baada ya mchezaji yeye mwenyewe kuonyesha kwamba ana nia ya kucheza na timu ya Manchester City. Uwepo wa Semenyo kwenye klabu ya Manchester City kwa nini kinakuwa ni kitu cha hatari? Kwanza ikumbukwe, Semenyo anaweza kucheza kama winga wa kulia na kushoto, lakini pia anaweza pia kucheza kama forward. Sasa ukiiangalia Manchester City sasa hivi, kuna vipaji vingi sana, especially katika eneo la ushambuliaji. Unamzungumzia Jeremy Doku, lakini pia kuna wachezaji kama Ryan Cech, Erling Haaland, Omar Marmoush, Phil Foden, hii yote inatoa picha kwamba Manchester City, uwepo wa Semenyo umeenda kuwa ni kitu cha hatari zaidi. Lakini pia ikumbukwe, katika mechi mbili ambazo Semenyo amecheza mpaka sasa amefanikiwa kufunga magoli mawili, lakini pia amekuwa na azisti moja ya muhimu. Semenyo ni mchezaji ambaye anapokuwa na mpira anakuwa ni mchezaji hatari sana. Ana nguvu za miguu lakini pia ni mchezaji ambaye anatumia miguu yote miwili, lakini pia unaweza ukamchezesha upande wa kushoto au upande wa kulia. Ana nguvu, ana kasi, na utofauti wa Semenyo na mchezaji kama Doku ni kitu kimoja. Semenyo, ukiachana na kwamba ana uwezo wa ball control, uwezo wa kumiliki mpira, lakini pia ni mfungaji, ana akili za kujua wapi nipige wapi nisipige. Utajaribu kumwona mara nyingi sana akipigiwa mipira. Semenyo amekuwa ni mchezaji ambaye ana akili ya haraka ya kujua huu mpira inabidi ni upeleke wapi. Sasa ukiangalia uwepo wa mchezaji kama Erling Haaland, lakini pia kasi aliyokuwa nao pale mbele, Manchester City inaenda kuwa ni timu ya hatari sana. Lakini pia tukumbuke, huyu Semenyo alianza kufanya mambo mazuri tangu akiwa na klabu ya AFC Bournemouth. Sasa kuja Manchester City ni kama amekuja sehemu ya kuidhihirishia dunia kwamba yeye ni mchezaji mwenye uwezo, na Semenyo ni mchezaji ambaye ukiachana na uwezo wake uwanjani, Semenyo ana karakta, tunasema ni wasifu, ni mtu ambaye mtindo wake wa maisha uko positive sana. Ni mtu ambaye anaabudu sana, lakini pia wazungu wanasema he is very humble, na hii credit imetolewa na watu wengi sana, akiwemo pia Hugo Viana ambaye tunajua sasa hivi yeye ndo ana take of, take of control pale Manchester City. Kitu kama hichi pia kinamfanya Semenyo awe ni mtu, pamoja na ugeni wake, anapendwa na wachezaji wengi Manchester City, lakini pia hii tabia inaweza ikamfanya Semenyo akakutana na akaweza kuishi na wachezaji wa kila aina, hana majivuno, lakini pia ni mchezaji ambaye yeye mwenyewe alikuwa na passion ya kucheza na Manchester City. Tunaizungumzia Manchester City ambayo this time ipo katika mchakato wa kuendelea kugombania club bingwa tunamaanisha UEFA, lakini pia Manchester City ambayo pia inagombania kikombe cha FA, Carabao Cup. Lakini bado tunaiona Manchester City ambayo inajirenew kuanza vizuri msimu unaokuja. Wengi tutakumbuka kwamba Manchester City msimu uliopita walikuwa kwenye hali mbaya sana, walikuwa kwenye hali mbaya sana, ilikuwa ni kama fatigue kwa baadhi ya wachezaji kwa sababu tukikumbuka hii, Manchester City tunaoizungumzia leo ndo Manchester City ambayo ili win treble. Manchester City ambayo iliweka rekodi ambayo ni rekodi kubwa sana chini ya Pep Guardiola. Lakini sio hivyo tu, Manchester City hii tunaizungumzia ipo kone transformation. Wengi tutakumbuka kuna wachezaji wenye majina makubwa sana pale Manchester City waliweza kuondoka, akiwemo fundi kiungo Kevin De Bruyne ambapo wakati anaondoka Hakuna mtu aliyetegemea kwamba kuna siku Manchester City watarudi kwenye ubora kama ule wa Kevin De Bruyne. Lakini ukiangalia jinsi wanavyoanza kuirenew timu, wachezaji ambao wanawataka, wachezaji ambao wanawaweka pale sasa hivi unaona kabisa hii timu inakoelekea inarudi kwenye uwezo wake kama ule wa zamani. Utamwangalia mchezaji kama Ryan Check. Ryan Check wakati anasajiliwa, ilikuwa ni option B baada ya Manchester City kushindwa dili la Florian Wirtz ambaye yeye sasa alienda kujiunga na timu ya Liverpool, lakini ukija ukiangalia statistics this time utagundua kwamba Manchester City walisajili mchezaji mzuri sana na uzuri wa wacheki wa, wa, wa, wa, wa, wa, ni kitu kimoja, ni mchezaji ambaye yuko very calm, calm lakini pia ana uwezo mkubwa wa chezea mpira kutengeneza. Unajua, Man City ilikuwa imepoteza mafundi wenye uwezo wa kupiga pasi. Mtu kama Haaland anahitaji kulishwa, naweza ukaangalia pale mbele, ukimwona cheki akiwa na Foden, kukiwa kuna mtu kama Reijnders, timu inakuwa inafanya vizuri sana. Sasa hii ni kitu ambacho pia tunaona kitakuwa kina advantage pia kwa Semenyo. Semenyo anahitaji mafundi wa kumtengenezea na yeye mwenyewe alisema nataka niende Manchester City kwa sababu bado naamini na, na vitu vingi vya kujifunza. Pep Guardiola ni kocha mkubwa, Manchester City ni timu kubwa, ukiangalia vitu vingi kama facilities, lakini pia hata uwezo wa wachezaji ambao Manchester City wanawachukua. Kwa maana hiyo tunamzungumzia Semenyo ambaye mpaka sasa hivi ana goli mbili na assist moja katika mechi mbili alizocheza, na kama mtakumbuka game ya juzi na Newcastle Semenyo alifunga goli la pili katika huo mchezo ambao lilikataliwa na VAR lakini limetengeneza debate kubwa sana kwenye media mbalimbali mbali, kwa sababu goli hilo inaonekana kama ni maamuzi ambayo hayakufanywa sahihi. Sasa tunamwongelea Semenyo ambaye katika mechi zake mbili amefanikiwa kufunga magoli mawili. Je, huyu Semenyo kama anaanza na Manchester City game ya kwanza mpaka game ya 38 tunamtegemea Semenyo wa aina gani? Yupo kwenye klabu ambao tayari na rekodi nzuri kwenye vikombe mbalimbali lakini pia yupo chini ya fundi kocha mwalimu mzoefu Pep Guardiola. Lakini ukiangalia bado Manchester City inaendelea kusajili wachezaji wenye uwezo mkubwa sana, kwa hiyo tutegemee timu ya Manchester City kuwa na mafanikio makubwa sana kwa miaka inayokuja. Lakini sio hivyo tu, jina la Semenyo litazidi kuwa kubwa sana, kwa sababu yeye ameendelea kuwa ni mtu ambaye amekuwa akijitoa, akipambana kuhakikisha kwamba Manchester City inakuwa ni timu bora all the way. Wote tunampenda Semenyo na wote tunataka Semenyo aendelee kuwa mchezaji bora. Kwa maana hiyo usajili wa Semenyo, tunaweza kusema kwamba Manchester City walilamba karata dume, lakini pia mchezaji mwenyewe alikuwa anawaniwa na vilabu vingi, lakini interest yake ilikuwa ni kucheza chini ya Pep Guardiola na Manchester City je, yeah. Kwa maono yako unafikiri Semenyo atakuwa ni mchezaji ambaye atashinda kikombe gani chini ya Manchester City? Wote tukae mkao wa kula tuendelee kuangalia, lakini haya yalikuwa ni machache kuhusu Antoine Semenyo, raia wa Ghana, ambaye anakipiga pale Manchester City katika dimba la Etihad. Asante sana.